Ndugu zangu, nimekuja Kimala Mtagola, nimekuja kumwangalia kijana ambaye walimsindikiza ule mzee kwa chifu kwa ajili ya kwenda kupata msaada. Niambiwa anafanya kazi maeneo haya hapa. Sasa tunataka tukaangalia anafanya kazi gani? Oya oya, vipi mwangu, kama kawaida, freshi vipi vipi, sikurekodi mwanangu, sikurekodi, sikurekodi mwanangu, usinirekodi mwanangu, siaze mimi sikurekodi, unaona. Kamera imezima, unaona simu ilivyo. Oh, kodi kodi babu? Sikurekodi babu. Vipi lakini, kama kawaida, naona piga kazi mwanangu, mm. Vipi, ndo kazi zako hizi yeah. Ah, mwanangu, sasa mi takatuongea kidogo, shisha tofali basi mwanangu tu yeah. Piga piga swali mbili tatu Si dakika ngapi tu mwanangu, dakika ngapi tu mwanangu, tunaongea tu aa kazi. Hamna mambo ya mitandao hamna mwanangu, habari abali nini mwanangu <laughs> ni au si we shusha tofali mwangu, naongea dakika ngapi? yeah, mwanangu, we shusha tofali. Vipi lakini mambo mengine <laughs> <Non>, Naona na <unapambana> mwanangu <laughs> Tuka, tumetoka pale unapokaa, tukatumelekezwa huko huko. Hivi unafanya kazi hapa, kwa hizi ndo kazi zako mwanangu? mwana. mwana. kwa hizi zote mwanangu, unasomba hizi yeah, na unapeleka wapi? ah, kwa una... kwa kule. Ah, unapeleka kule kwenye zile nyumba pale. ah, noma sana mwanangu, unapambana balaa mwana. Kwa hizi hapa somba zote napata kama shingapi? kia tofali, ha, tofali mia hapa zinaweza zikaa kama ngapi hivi, kama mia nane? Da, mwanangu napambana sana mwanangu <laughs> sema mwanangu, ndo maisha. Freshi, watu umetoka pale. Sasa yule jamaa alivyotuelekeza tuje huku, bahati nzuri mm -hmm, tumefika tumekuona hapa eh, sasa si tukatuongelee tuka, kitu tuka, tuka, kimoja vipi eh, ile kipindi mmeenda kwa chifu, mmeenda kwa chifu mmerudi, tukajua mmepata msaada, mmewasaidia labda. Sasa hivi mtakuwa at least mna, mna maisha fulani. Vipi, ilikuwaje? Kwanza ile siku mmeenda mlipewa msaada baada ya kutoka pale au imekuwaje? Mana hem tu sanue hapo tujue. hey. Hey. Hey ukaenda kuposti kuweka mambo mengine hamna, mwanangu. Wewe wewe, mtuelezee si hapa tunapiga story tu, ndio maana sasa unaona hapa sasa, hapa tunapiga tu story, mwanangu, au si tunapiga tu ai rekodi, yani ai rekodi mwanangu. Mimi sinakwambia kuambia, mimi ni kurekodi ili waje, mwanangu.